E, bana mambo vipi? mambo vipi? Kwa jina naitwa Resti, tupo mitaani leo tukiweza kukutana na baadhi ya watu tuweze kuuliza maisha yao halisi. Ni mmoja wa wanadada ambayo ni mrembo sana. unaitwa nani? naitwa Hopli. unakaa makazi gani? naishi Kimara. Kimara? Kimara sehemu gani? Ah, Kimara mwisho pale darajani. Uh, hopefully mimi na swali moja. Swali langu ni kwamba ulishawahi ku fake life au ulishawahi ku pretend maisha ili moja akuone wewe kwamba ni mtu akishua kishua, au unavaa mavazi ya gharama a, unaenda vacation, unaenda mahotelini ili tu wengine wa kuone wewe una maisha mazuri? Ah, kwa upande wangu mimi binafsi sijawahi ku fake life, yani kuigiza maisha, yani nifanye kitu au nguo hii, hivi, ni, nikaazime, au nguo hii labda hivi nikaazime au hii nifanye hivi niombe hela. Mm. Yaani ku fake life ni kitu ambacho yani, ishi maisha yako. Usipende ile kuonekana na watu ile kwamba una kitu fulani na wakati una. Yaani, wewe kubali jinsi ulivyo hivyo. Maana kuna wengine wana fake life kama hivyo, wanasababishia kupata magonjwa. Mm. Eh, wengine kama hivyo kwao hawana hela lakini hivyo kujionyesha tu hivi anatafuta mbaba, huko, mwenye hela, aende akampe hela. Kwa hiyo utakuta una magonjwa hivyo, mimba. Ya, uko, ishi tu maisha yako. Unawashauri nini majenzi, yani karne ya sasa hivi vitoto vya ifumbi, unawashauri nini? Ah, mimi nawashauri tu atulie. Wewe kama una hela, wewe kubali tu una hela. Kama maisha yako ni ya kawaida, ya kawaida. Yani kwa kwa level za maisha kwanza zinatofautiana. Uwezo. Kaniambia wewe ume, labda kwa mfano kwa watoto wa chuo umekuja chuo umeona mwenzako ana hiki na wewe unataka uwe na hiki. Wewe ishi tu maisha yako hivyo. Ya, dada umeua sana, kwa hiyo tumeweza kupata maoni kutoka kwa dadaitpl la asanteni sana. Karibu kwenye kipindi kijacho.